Siasa za uchaguzi mdogo eneo bunge la Magarini kaunti ya Kilifi zinazidi kushika kasi huku viongozi wa ODM wakikita kambi katika eneo hilo, Harrison Garama Kombe wa chungwa akiwania kiti hicho. Kaimu kinara wa ODM, Daktari Oburu Odinga aliandamana na viongozi wengine kutoka ukanda wa pwani wakiongozwa na gavana wa Kilifi Gideon Mungaro, mwenzake wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir, wamewataka wananchi wa Magarini kujitokeza kwa wingi siku ya kupiga kura. Aidha, mjadala wa chama hicho kuendelea kushirikiana na serikali ya Rais William Ruto ulisheheni. Wengine wanasema ati Uburu sasa miaka zake zimeenda, na sababu gani sasa hii inachukua chama ya wazee? Angalieni vile uh, nini viongozi wa hapa Abdi uh, Swamad Swamad ni kijana au sio kijana? Waanga ni kijana au sio kijana na wale wote viongozi uh, uh, uh, hapo mlimewaone, si ni vijana wote wa, wako nyuma, nyuma yangu. Nawaomba kwa unyenyekevu tarehe ishirini na saba tuamke asubuhi, tushirikiane, tutawasaidia wale ambao hawezi kutembea, tuhakikishe kwamba mmeenda vituoni na alama ni nini? Alama tumesema ni nini? Yule Kombe ambaye tunajua ni Kombe wa orange Orange Democratic Movement, rangi yetu ni chungwa, nembo yetu rasmi, nembo yetu rasmi. Iwapo utasahau jina la Harrison Garama Kombe, unasema mimi nataka Hari wa chungwa, mimi nataka Kombe wa ODM, mimi nataka Garama wa baba. Huyu ndugu yangu Hari, kama ungekutana naye pale kwa korido ya bunge, kila wakati swali ni what about Magarini. Ukisema kitu uende Homa Bay, anasema what about Magarini. Yeye yeah, amepambania Magarini yeye yeah, amepambania haki ya watu ya Magarini.